Leo kama nilivyosema mwanzoni, tunakumbuka matukio matatu makubwa. La kwanza ni kuwekwa kwa sakramenti takatifu ya Ekaristi takatifu tunayoendelea kuipokea kila inapofanyika misa takatifu. Jambo la pili ni kuwekwa kwa wahudumu maalum na sakramenti hiyo ya Ekaristi takatifu, yaani tunakumbuka siku ilipowekwa rasmi daraja ya upadre. Na hiyo ya tatu ni amri ya mapendo ambayo tunaalikwa, tunaitwa na kuhimizwa kuishi katika maisha yetu kila siku inayoitwa leo. Katika hii misa ya Alhamisi kuu jioni, inaitwa misa ya karamu ya mwisho, kwa sababu kama ingekuwa taratibu asubuhi ingefanyika misa ya krisma lakini kama jimbo tulishaiadhimisha Jumanne iliyopita. Misa hii ya karamu ya mwisho ndipo, ndipo anzishwa na kusimikwa rasmi misa takatifu na daraja ya upadri au hiyo inayoitwa Ekaristi takatifu na wahudumu wake. Katika somo letu la kwanza linalotoka katika kitabu cha nabii cha Kutoka tumesikia msingi wa maisha haya, haya yote tunayoyafanya sasa, msingi wake ni somo hili, nalo ni kutoka kwa wana wa Israeli katika utumwa kule Misri, na kuelekea katika nchi ya ahadi. Tukio hilo ni zito na ni la pekee. Labda wakati mwingine tunasoma tu na linapita hivi jepesijepesi, jepesi, lakini si jepesi. Mungu anawahurumia watu wake, Mungu anawapenda watu wake, Mungu anawafanyizia msaada wa kuwatoa katika dhiki zao na kuwaacha huru wawe wana wa walio huru, na anapokusudia kufanya hivyo, anafanya katika tukio la msingi na la pekee katika mlo. Twatambua wazi kuwa sisi tulio wengi tunatoka katika mila na desturi zetu, ambao mlo una thamani ya pekee sana. Jamii nyingi zetu za Waafrika wametumia mlo katika kupanga mipango ya maendeleo lakini pia mlo ulitumika kuwaunganisha waliogombana. Mlo uliwafanya watu kuwaunganisha kuwa, kuwa ndugu lakini mlo uliwafanya pia watu ambao wako mbali kukutanika pamoja. Leo hii Mungu anatumia mlo wa kuwatoa wanawake waliokuwa katika dhiki kuu na kuwaingiza katika nchi ya ahadi. Mlo huu hautolewi tu hivi hivi. Ni mlo wenye masharti, wenye maagizo, wenye taratibu. Anawambia hawa wana huwa wachague mnyama au kondoo au mbuzi lakini asiwe mkubwa sana wala mdogo sana, na anapochinjwa ile damu iwekwe sehemu fulani kwenye miimo ya milango ili ije kuwa ushahidi. Huyo kondoo au mbuzi wachinjwe na waliwe usiku huo huo, lakini hiyo nyama ichomwe, isipikwe, hiyo nyama ichomwe, na watakapokuwa wanakula watakuwa wanakula wakiwa wamefunga viuno vyao tena watamla haraka, watakuwa pia na mkate uliookwa na usiokuwa na chachu, na pia watakula na mboga za uchungu, na watamla wakiwa wamesimama, wamevaa viatu vyao na wameshika fimbo zao. Haya yote masharti haya yanapelekea kuwa mlo huu unapoliwa haraka unapoisha tu. Safari mara moja inaanza ya kutoka katika utumwa wa kuingia katika maisha mapya maisha mazuri na yanayompendeza Mungu. Mlo huu tunaweza tukaufananisha kwa nyakati zetu, na kama komunyo pamba, waliopewa wana wa Israeli, iwasaidie katika safari yao ya kuelekea katika nchi ya ahadi. Mlo huu kwetu sisi sasa tunaweza tukaulinganisha na Ekaristi takatifu ambayo kila muumini wetu anaalikwa kushiriki kula mwili na damu yake Bwana wetu Yesu Kristo ili kuweza kupata nguvu na kuendelea na safari hii ya kiroho tukiwa tunaitafuta nchi yetu ya ahadi iliyopo mbinguni. Tuone thamani basi ya kuwaiga Waisraeli wale waliotimiza masharti, na kama vile ilivyo masharti kwa wana wa Israeli katika mlo ule ndivyo ambavyo kuna masharti katika kila Mkristo ambaye anajongea na kupokea mwili na damu ya Kristo. Katika somo letu la pili linaelezea uhalisia, hii inaitwa ni teksti ambayo ni original ya kuwekwa rasmi Ekaristi Takatifu hii ni ya zamani kuliko zingine zote, ndio iliyokuja. Lakini msisitizo wake ni kuwa Ekaristi Takatifu iliwekwa na kwa maneno hayo ambayo Bwana wetu alisema, twaeni mle wote, huu ndiyo mwili wangu, twaeni mnywe nyote, hii ndiyo damu yangu Yeyote alaye mwili na kuinywa damu yangu ana uzima wa milele Kwa hiyo tunaalikwa kushiriki mara zote, kila tunaposhiriki misa takatifu, ili tuweze kula mwili na kuinywa damu yake Bwana, na lengo kubwa kupata uzima wa milele.